100%. See, 100%. Nilikuwa na pesa hapa guys. I had money. I had some money in this this bank. I. I had 819 shillings to be precise. 819 shillings na in in the bank. house terrorists. Sawa sawa. Tuhamwe. Tuhamwe. So museme nani alichukua hapa pesa? Joy, baba unaona nywele yako haijamekiwa, anaisema dikata wale kale mtu ajio venye atakuwa anatengeneza nywele yake. So unyinyi wake. Yako at least ya huyu. So Joy, are you the one who took the money from this man? Anachukua pesa yako kuomba, na anaweza kuomba ama nipigie baba yangu. Na huyo baba yako unashina ya kwa kiniambia kuhusu Joy. Si nilikwambia kama unataka sana kuishi na babako uende ukamtafuta huko. Ako huko Mlanga. Ah, unasema ukamtafuta uka huko. Unamjua, enda kwake. Kimondo pesa mama kuniambia, of course

Unanifanya nikai a, a mother who does not have a brain. Na ndio ni wameza hadi hapa ni kumaanisha ni nimewalea ni hadi hapa. Ni mwalea. Hadi hapa. Ni mwalea. Ha. So usikani usikani pime the, the brain. Don't pime my brain Joy. Ndioiwa. Ukasini usikani pime brain. Usikani pime the brain. Joy ndio kanipime the brain. Kwa sababu I know what I'm saying. I come with this model. Na bwana mmekaa kaa hivi? Bwana mmekaa kaa like. Sio na Twitter tu hizi auto. Yeah, you are fans. Lakini bwana mmekaa kaa like hapa hivi na hakuna kitu mnafanya important. Mimi nasoma. Unasoma saa hii, saa hii saa ngapi? Hizi si masaa ya kusoma na wewe. Unafanya na nywele inakaa kama umepigwa choko. Mama sasa hivi vizuri kwa najifunza YouTube kujisonga. Una unajifunza? Ni mama yako amekuwa popa. Hawezi kupatia pesa za kwenda kuchogwa. Kwani sai, wiki ndio mtu angenua something juice au something. My, give me something. Now you do something with your life. Huh? <mimu> mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, jabu nione ninu umefalia. Wacha nione. Unaona? Na ndani hiyo hapo hapo isi. Jabu rudi kaa hapa. Jabu nione umebakisha atenye pesa gapi? 50 shillings. Ina pa kukupereka one week. Niona ukinioba pesa. Niona ukinioba. Niona ukinioba. Hakuna chalubati kwa hii nyumba. Wacha takunywa. Chalubati hata ino. Na umetulia. Eh? Ma. Na hii bitu ni psycho.

Kuna tabia zake watu wanafanya kweli masiku. Nilisema sitakuwa nakuadress, hata usiponiadress nitajiadress.